Ameasema hayo wakati akifungua sikukuu ya siku uimbaji yani Cantate Domino iliyofanyika katika chuo hicho cha Tuma na kuhudhuriwa na vikundi mbalimbali vya waimbaji kutoka chuoni hapo na katika baadhi ya sharika zilizopo mkoani Arusha. Amesema kuwa pamoja na vipaji walivyo navyo, elimu ina umuhimu wake katika kuvikuza, hivyo wanapaswa kutumia fursa za elimu zilizopo kujiendeleza kimasomo duniani Mna kufeli ana di nne na kuendelea, basi kuna mziki unatolewa, atachukua asta shahada ya mziki. Sta shahada ya mziki iko hapa kwenye mti. Cantate Domino canticum novum, ndivyo ilivyoandikwa kwa Kilatini, ni neno la Kibiblia, tumwimbie Bwana wimbo mpya tumewaalika mchungaji asubuhi alisema njooni, tusemezane kwa njia ya uimbaji. Kantate hii si tu kwa ajili ya kuimba, lakini tunaweka network na walimu. Sio lazima watoke ndani ya chuo, tunaweza tukahusiana na watu mbalimbali ili tuweze kuimarisha eneo la muziki makanisa yetu watu wapige live ili ibada zetu zimsifu Bwana. Kwa upande wake, mratibu wa vijana KKKT mchungaji Franki Mngong'o ameupongeza uongozi wa ame Tuma kwa kuandaa tamasha hilo, kwani linafanya vijana kukua kiroho na kutambua nafasi walizonazo katika kumtumikia Mungu huku mchungaji wa usharika wa Chuo Kikuu cha Tumaini Makumira mchungaji Thomas Ndama akieleza umuhimu wa Cantate Domino. Ukimleta kijana wako hapa, anapata nafasi ya kuweza kufundishwa, anapata taaluma, lakini pia anakuzwa kiroho kwa jinsi ambavyo chuo kinalea kwenye maadili. Lakini unaona, kuna vikundi vingi vya uimbaji, vikundi vya kujifunza neno la Mungu ambavyo vinasaidia weza kijana wako kuwa katika mazingira salama. Tunajua nchi yetu na ulimwengu unaathirika sana kwa sasa kwa janga la uharibifu wa maadili. Vijana wengi maadili yao yamepotea. Kwa hiyo tuna haja ya kuona namna gani pia watoto wetu tunawaweka mahali gani. Mahali salama ni kuhakikisha kwamba unaweka mahali ambapo una uhakika mtoto wako atalelewa kimwili, kiroho. Pia katika maisha sisi wanadamu tumeumbwa kwa ajili ya kumsifu Mungu. Usipomsifu Mungu ni kama unamwibia Mungu kila ambacho umekupa. Kwa kupitia kumsifu Mungu na kumwimbia Mungu tunatambua uwepo wake Mungu katika maisha yetu na uwajibikaji wake Mungu kwetu kwamba kweli Mungu ametuvusha amefanya mambo makubwa katika maisha yetu. Niwatie tu moyo na kuwaita vijana watumie fursa hii kama platform yao mara moja kwa mwaka kuja pamoja kama kichuo kumwimbia Mungu na kumtukuza Mungu. Nao baadhi ya washiriki wa sikukuu hiyo akiwemo Gloria Godfrey na Hepness Msese wameeleza kuwa kupitia tamasha hilo wamejifunza mambo mengi. Ni siku ya furaha, ni siku ya shangwe, tumejifunza mambo mengi na tumefurahi sana kwa siku ya leo. Tumeenjoy kwa kweli. Tumeona vipawa vikubwa kwa vijana, lakini tumejifunza kutoka kwa kwaya zilizotoka katika diocese ya Meru na diocese ya Kaskazini Kati, kuangalia utamaduni ulivyo katika mji huu wa Arusha, na tumejifunza mambo mengi sana, tumefurahia sana ni katika tamasha hili ambalo limeweza kujumuisha vikundi takriban 21 vya chuo kikuu cha Tumaini Makumira pamoja na kwaya alikuwa tatu ambazo zimetoka katika mkoa huu wa Arusha kutoka hapa jijini Arusha. Katika chuo hiki cha Tumaini Makumira, mimi ni Eli Huruma Chao, Upendo TV, Habari.